Ndege ya kivita la Jeshi la Wanamaji la China J-15 ilianguka wakati wa mafunzo ya kawaida huko Jialai, Kaunti ya Jingao, Mkoa wa Hainan. Kulingana taarifa rasmi kutoka kwa Kamandi ya Jeshi la Wanamaji la Southern Theater, rubani alifanikiwa kuondoka kwa wakati na kuepuka maafa kabla ndege kutumbukia kwenye eneo la wazi. Ajali hiyo haikusababisha uharibifu wowote wa, wa dhamana kwa majengo au miundombinu ardhini. Rubani alifanikiwa kutupwa nje na hakuna uharibifu ulioripotiwa ardhini, taarifa hiyo ilisoma na kuongeza kuwa uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Jeshi la Wanamaji la China pia limekusanya timu za wataalamu kutathmini na kudhibiti matokeo ya tukio hilo. J-15 Flyshark ni ndege ya kwanza ya kivita ya China iliyotengenezwa nchini China, iliyoundwa mahususi kwa ajili ya shughuli za angani kutoka kwa aircraft carrier za nchi hiyo. Imeundwa na shirika la ndege la Shenyang. J15 hutumika kama nyenzo muhimu kwa ubora wa anga ya masafa marefu, utekaji nyara na misheni ya mgomo wa majini ndani ya jeshi la wanamaji la ukombozi wa watu PLAN. Kwa sasa J15 imetumwa kwa aircraft carrier mbili za Uchina zinazofanya kazi Liaoning na Shandong, kwa J15 iliyoboreshwa ikitarajiwa kufanya kazi kutoka kwa aircraft mpya Fujian Type 003 iliyozinduliwa, ambayo ina mfumo wa kisasa wa kurusha manati ya kielektroniki imal, sawa na aircraft carrier ya jeshi la wanamaji la Marekani.